katika ile wahi ambayo tunakuteremshia sisi ukaongeza mengine yako. Imamu Swabuni katika safa tafasiri anasema lau utaongeza viji neno au ukapunguza mengine basi, Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume, utaona chemcha makuni. Wewe jaribu kuongeza kitu katika wahi ambayo tunakupatia ama upunguze mengine, uone chemcha makuni. Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume, la akhadhna minhu bil yamin, wallahi tutakushika kwa mkono wetu wa kuume. Maana yake we Mtume, we Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tutakuumiza vibaya sana wewe Thumma laqata'na minhu alwatin, kisha tutakata uti wa mgongo wako. fama minkum min ahadin anhu hajizin, na hakuna yeyote katika wao maswahaba ambao watakusaidia wewe. Huyu ni mtume wa Mungu ambaye ni kipenzi chake Mwenyezi Mungu, ndo kiumbe bora katika dunia hii, khairu khalqi la, hakuna kiumbe aliyokuwa bora katika dunia hii kuliko rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu anamwambia, jaribu kuongeza kitu mundani uone cha tamaduni. Ndio itakuwa mimi na wewe ambaye ni watu wa kawaida tu, ndugu zangu kila siku unaambiwa mambo ya bidaa haya, unasema niliwakuta wazee wangu wanafanya, ndo mambo ambayo tumeyakuta. Mtahani, unaona watu wanafanya vipi, wanafanya kama wao. Ndugu zangu, tahadhari ili ni jambo la